Kitabu cha Hosea sura ya kumi na moja na ya kumi na mbili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri kabisa cha usomaji wa biblia kwa njia ya sauti. Karibu sana mtu wa Mungu, na kukaribisha uandae biblia yako, karibu pamoja na daftari yako ili tuanze usomaji kwa pamoja. Mpendwa, tunapokuwa tunasoma neno la Mungu, ukiona kuna mistari umeielewa kuliko mingine au kuna mistari imekugusa zaidi kuliko mingine, inoti pembeni na ujipe neema ya kuendelea kusali na kujiombea neema ya kuishi sawasawa sawa na hilo neno. Maana neno la Mungu ni chakula, na unapoona umesoma na kuelewa zaidi sehemu fulani, jua mahali hapo ndipo Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Kwa wakati huu tusali, tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakuinua na kukutukuza, tunakushukuru we Mungu kwa upendo wako huu mkuu, ambao Bwana umeendelea kutujalia katika maisha yetu. Tunaomba ye Mungu Baba, rehema na huruma yako kwa ajili ya makosa yetu. Tunaomba Roho Mtakatifu uweze kukaribia mahali hapa, utusaidie, tunaposoma neno lako tuweze kulielewa, hekima yako ijipambanue ndani yetu, ili sote Mungu tuendelee kuwa hodari, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea na kitabu cha Hosea ile sura ya na moja na ya kumi na mbili. Mlango wa kumi na moja. Israeli alipokuwa mtoto, nalikuwa nikimpenda, nikamwita mwanangu atoke Misri. Kadiri walivyowaita ndivyo walivyoondoka na kuwaacha waliwatolea dhabihu Mabaali na kuzifukizia uvumba sanamu za kuchonga. Lakini nalimfundisha Efraimu kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu, hawakujua ya kuwa naliwaponya. Naliwavuta kwa kwa kamba za kibinadamu, kwa mafungo ya upendo, nami nalikuwa kwao kama hao wa waondoa ukongwa tayani mwao, nikaandika chakula mbele yao. Hatarudi tena nchi ya Misri, bali huyo Mwashuri atakuwa mfalme wake, kwa sababu walikataa kurejea. Na upanga utaiangukia miji yake, utayaharibu makomeo yake na kuyala, kwa sababu ya mashauri yao wenyewe. Na watu wangu wamejipinda kuniacha ingawa wawaita kwenda kwake aliye juu, hapana hata mmoja atakayemtukuza. Niwezeje kukuacha Efraimu? Niwezeje kukuponya Israeli? Niwezeje kukufanya kama Adma? Niwezeje kukuweka kama Seboimu? Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma zangu zimewaka pamoja. Sitatumia ukali wa hasira yangu, sitarudi kumwangamiza Efraimu, kwa maana mimi ni Mungu si mwanadamu, mimi mimi ndiye aliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia ndani ya mji. Watakwenda kumfuata Bwana, atakayenguruma kama simba; kwa maana atanguruma, nao watoto watakuja kutoka magharibi wakitetemeka. Watakuja wakitetemeka kama shomoro toka Misri, na kama hua toka nchi ya Ashuru; nami nitawakalisha katika nyumba zao, asema Bwana. Efraimu amenizinga kwa maneno ya uongo na nyumba ya Israeli kwa udanganyifu na Yuda hata sasa ana sita sita kwa Mungu na kwake yeye aliye mtakatifu naye ni mwaminifu. Mlango wa kumi na mbili Efraimu hujilisha upepo na kuandamana na upepo wa mashariki, hachi kuongeza uongo na uharibifu, nao wafanya agano na Ashuru na mafuta huchukuliwa kwenda Misri. Bwana naye ana mateto na Yuda, naye atamwadhibu Yakobo kwa kadiri ya njia zake, kwa kadiri ya matendo yake atamlipa. Tumboni alimshika ndugu yake kisigino, na alipokuwa mtu mzima alikuwa na uwezo kwa Mungu. Naam, alikuwa na uwezo juu ya malaika, akashinda, alilia na kumsihi. Alimwona huko Betheli, naye akasema nasi huko. Naam, Bwana Mungu wa majeshi; Bwana ndilo kumbukumbu lake. Basi mrudie Mungu wako, shika fadhili na hukumu ukamngoje Mungu wako daima. Ni mchuuzi, mizani ya udanganyifu imkononi mwake, anapenda kudhulumu. Naye Efraimu alisema, kweli nimekuwa tajiri, nimejipatia mali nyingi katika kazi zangu zote, hawataona kwangu uovu wowote uliokuwa dhambi. Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu ulipotoka katika nchi ya Misri, nitakukalisha tena katika hema kama siku za karamu ya Idi tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Je, Gileadi ni uovu? Wamekuwa ubatili tu; huko Gilgali hutoa dhabihu za ng'ombe, nam madhabahu zao zimekuwa kama chungu katika matuta ya mashamba. Na Yakobo alikimbia mpaka padan aramu, na Israeli alitumika apate mke, ili apate mke alichunga kondoo. Na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii alihifadhiwa. Efraimu amenitia hasira kali sana. Kwa sababu hiyo damu yake itaachwa juu yake, na Bwana wake atamrudishia lawama yake.